nahisi furaha, pumzi yangu ni zawadi, maisha ni matamu, ninacheka kwa nderemu

Jirani tupendane, upendo wa kweli, mm -hmm. Kwa umoja tushikane, oh -oh -oh -oh. Kwa amani tupendane, tuishi kwa furaha, moyo wangu hauna chuki yapomara hewa safi, kila kona naandika yangu riwaya kwa maneno ya furaha, maisha mazuri

Karibu sana mme wangu. Yaani, hali tulivu, hali iliyotulia, hali inoleta amani na furaha, hali iliyo na haki kwamba, sisi wawili tunafurahia kuishi pamoja. Pongera sana mke wangu kwa kuifanya nyumba yetu kuwa nadhifu na yenye utulivu. Ni furaha yangu kuona kwamba unafurahishwa na juhudi zangu za kuweka nyumba yetu ikiwa safi. Aswa. Karibu sana mume wangu. Najua nini mke wangu? Wanasema wale wanaojua kuongea kwa pua, cleanliness is next to godliness. <laughs> Karibu. Asante sana. Ninacheka kwa nderemo, furaha yangu, naitunza mkiwangu, napendeza. Naomba, kanichukulie glasi ya maji angalau, na mimi nitulize nafsi yangu kwa mandhari mazuri. <laughs> <tutu> <tutu> Mmitumina umekuwa mrembo. Wow. Emma. Asante. Karibu uketi, jamani ah, <laughs> nakuja sasa hivi. Okay. Emma, Emma, karibu hmm? Yaani bado sijamini ni wewe. Mm -hmm. Yaani nina furaha, yaani nina furaha kabisa kukuona. Mm, hawezi -hmm, jua vile nilikuwa nimekukosa sana wewe. Naona umebarikiwa hey, hadi umeolewa. Yeah, nimeolewa, Emma. Huyu anaitwa John, ndiye mume wangu. He is a very hmm, good man. Pleasure meeting you, John. The pleasure is all mine. Karibu kwetu. Sonia, mbona umempa mwenzako chai kavu bila kitafunio? Eh, lakini nikuulize Emma, ulikuwa umepotelea wapi muda huu wote, na inakuwa vipi umerudi baada ya muda huu wote jamani, hmm? Yaani Sonia, it is a long, long long story. Najua kila siku nilikuwa na keti nafikiria kuhusu our past you know, enzi hizo mm. Yani maisha yalikuwa, kila kitu kinaonekana simple, vile tulikuwa na uhusiano mzuri yani tulikuwa tunashirikiana hivi hivi, you remember? Naomba udhuru <laughs> <Yeah. Kweli. laughs> mm, kidogo. Samahani, naomba naomba udhuru. Sisi, wacha tu muongee mambo yenu, wana gumzo nzuri, mimi nami niwape nafasi. Tena, baadaye nitakuja. Tafadhali. Sasa unaenda wapi John? Hata ndo mwanzo tumepata mgeni mm. Ah, like we were saying, hizo zama tulikuwa na wakati mzuri sana wa kuendeleza urafiki wetu, lakini maisha nayo yakatupelekea sehemu tofauti tofauti. Yeah, hapo ni kweli. Unajua, katika haya maisha kila mtu ana njia yake ya kufuata nini, lakini naomba uniwe radhi rafiki yangu kwa kukaa mbali sana na wewe. Ah, Emma. Hata usijilaumu, usiwe na hofu. Unajua, kila mmoja alikuwa na mwelekeo wake maishani kwa hivyo sijilaumu sana nawe na naelewa pia na madamu, sasa umerudi, tutakuwa na wakati mzuri wa kuendeleza urafiki wetu. ningependa hiyo sasa. Sonia, I want to know everything about you. Everything. Don't worry, my dear. Mm -hmm. Sasa tuko na mengi ya kuongea Ema. mm -hmm. Nipe dakika moja au mbili niondoe hivi vyombo lakini sinaweza kukujoin huko jikoni. Ah, wewe tulia hapa. Wewe leo ni mgeni wetu Siusi. Unaweza kupiga stori na John kiasi hapa. Okay. Emma, unajua nimekuangalia tangu kitambo Yani ujui, lakini umebarikiwa na tabasamu nzuri sana. Tabasamu lako laweza tabasa kumzuzua mtu. Okay John, asante sana kwa maneno yako matamu ya yeah, Sonia. Asante kwa kurudi. <laughs> Tuko, tumefikia wapi? Tuko, tunaongelea nini? Tuko, tuna, tunaongea kuhusu wewe Emma, kwamba una tabasamu zuri na tabasamu lako laweza kuleta mwangaza chumbani kote. Yeah, ni kweli, Emma ana tabasamu nzuri, lakini ninachompendea zaidi, <laughs> huwa anazo stori nzuri sana tena za kufurahisha. Kwanza tulipokuwa shule alikuwa mm, bingwa nakwambia. <laughs> <laughs> Hey, Sonia, mpaka leo nakumbuka hizo stori nainakapia. Hey, we John ulikuwa aubakishi. Haya, tuachane naema na kutabasamu, unanifanya nisiwivu sasa. Mbonsison ah, najua wendo wangu apekee sio na shida. <laughs> Hai, nafurahi kujua hivyo, lakini unajua naona una kama unajaribu kumtongoza rafiki yangu Sonia. Najua John ni mume wako na sidhani kama kuna jambo mbaya, nadhani tu anajaribu kujenga urafiki. Ni kweli, lakini unajua kila mtu lazima ajue mipaka yake yani. By the way, nilisikia fununu kwamba kuna mradi mpya unajihusisha na He. Hebu tueleze yeah. Inaniletea pesa kweli kweli kwelikweli. Mradi wangu ni kuhusu bata na bata tu, hao bata wa kawaida yeah. Lakini hao wana kazi, wana kazi ile kweli, lakini hao ya mayai yao, wanataga vizuri kila kitu, hiyo yaani ndio inaniletea pesa. Sijui nitakuandika kwa kitabu ndio upate kuelewa ule mradi wangu vizuri vizuri, unajua yeah. La... kujiendeleza katika maisha ni yeah, muhimu sana, lakini ni mradi mzuri, lakini wachosha hmm.

John, mambo hayako sawa. Kwani tatizo gani? Au kumefanyika nini? Basi ni kuhusu Emma? Emma? Amefanyika nini Emma au amepata na lipi? Usijifanye mjinga John, wala kuniona mimi mjinga. Umenielewa? Nilikuona kwa macho yangu ulivyokuwa unamwangalia Emma, alikuwa anamtongoza. Kumtongoza? Mimi mimi ni mtongoze Emma mimi? Jamani, siko tunaongea tu kirafiki hapa, hata uko kumtongoza kumekujaje kirafikio kirafiki kweli? Umeniona mjinga kweli? Unadhani sikukuona namna ilivyokuwa ukimsemea maneno matamu. Hiyo ni nini cho? Nilikuona namna ilivyokuwa unamwangalia tena mbele yangu. Vitendo kama hivi kwa mwanamke wa nchi unavita kirafiki? Mbona jambo dogo tu sana hili, Sonia? Wewe basi walifanya jambo kubwa. Njoo. Okay. Sijui kama inakuingia akilini namna ambavyo mimi nimehisi. Emma ni rafiki yangu tangu utotoni. Nahitaji kuhisi ndoa yako iko salama hata akiwa hapa kama vile ambavyo mimi huwa anafanya rafiki zako akiume wanapotutembelea. John, kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini unaifanyia ndoa yetu kitendo kama hichi? wangu, niwie radhi, nisamehe. Mimi haikuwa dhamira yangu mimi kuumiza hisia zako. Haya sawa, ushanameza tayari, sijui hata kama unaelewa uzito wa kosa ulilofanya John vitendo vyako vinanidhuru, vitendo vyako vinaniumiza John. mimi na kuamini. na nilikuwa na imani ndoa yetu itakuwa thabiti. Kiniona sasa, mkweli mkweli, mtu wangu minakubali makosa yangu. Itabidi nijikakamue kujenga maadili mema. Nitahakikisha nimetambua na kuheshimu mipaka. Mke wangu, najua nimekosea, lakini nataka tujue kwamba ninakupenda sana nene, eti nakupenda. Haya ndo mapenzi John kutunguza rafiki zangu mbele yangu ndo naita mapenzi? na kama ingelikuwa siko je? Nkweli, hilo likuwa kosa kubwa sana, mke wangu, na nakuhakikishia sitarudia tena na kuahidi. Nipe nafasi tu nyingine, itajirekebisha mimi. John, naomba unipe muda nilifikirie hili. Siwezi kuamini nilichokiona, hata sijui kama nitakuamini tena. Wewe mke wangu, tafadhali nielewe, nitafanya kila kitu mimi ili kuepuka hili. Anza na kuwa mwaminifu kwako kwanza, kisha kwangu mimi. italazimu tuanze kujenga uaminifu upya kwanza uliouvunja kwa sasa. Nahitaji muda na nafasi yangu, nyondokea tafadhali. Kukuuliza tu, wataka muda kiasi gani? Nimekwambia niondoke. Nenda, toka, uende John kama macho yako, nilipata pumziko, dunia ikanyamaza, moyo katulia. Katika mikono yako nikahisi salama, upendo wa kweli bila masharti. Tulianza kama wimbo wa asubuhi.